Mambo vipi? Hii hapa ni Brain Ujazo Podcast na hapa ni session yako pendwa kabisa ya AfyaCast. Napokea maswali mengi katika session zetu zilizopita, na kuna swali ambayo nimeulizwa pia, naomba nilete kama episode ya kumi na moja. Kwenye episode ya kumi na moja ya AfyaCast, kuna mtu aliuliza kwamba bwana, ni vitu gani vya kuzingatia kipindi unaelekea kufanya tendo andoa au kufanya mapenzi ni vitu gani vya kuzingatia hiyo kwa mwanamke au mwanaume? Cha kwanza kabisa, uepukane na mawazo, yaani usiwe na mawazo ili uweze kuperform vizuri, usiwe na, na mawazo. Cha kwanza kabisa. Cha pili, cha pili, kwanza huo umekula, umeshiba, umekunywa maji kwa wingi hicho kitu zingatia, ili iweze ku maintain katika hiyo safari yako, umeona. Kwa hiyo tunajua kabisa mawazo yanaweza kukufanya ukashindwa kufanya kitu chochote, kwao jitahidi uepukane na mawazo, uwe free emotional, uwe free kihisia, yani hapo unaweza ukafanya kitu na wewe mwenyewe ukafurahia wewe na mwenzi wako na kila mtu akaenjoy kao, ni hivyo. Hii hapa ni BrainUjazo podcast na hiyi hapa ni AfyaCast Tip episode ya kumi na moja. Hii hapa chao.